Kibanda umiza kunaenda uko, wewe utaki kwako uwanjani unaenda. Si ni shabiki tu? Inategemea, ah, inategemea na hiyo adhabu inasemaje? Hmm. Watu wamefungiwa na hawendi uwanjani. Kujihusisha na soka ni kufanyaje? Kujihusisha na soka ni pamoja na kuona uwanjani. Sasa ukiandika mtandaoni umejihusisha na soka, mtandao wako wanaona Usipo utaratibu wewe, ule utaratibu wa yale unafanya, moja mbili tatu, tunaanza leo. Mimi mimi ninachojiuliza kosa lilomtia lililomtia hmm, kitanzini hali limetokea mtandaoni. He. Sasa wakikufungia usijihusishe na masuala ya soka au kamzi, unaandika mtandaoni, ukiandika ndo hmm, bado unajua wewe wow, wao hawajakuondoa wewe kuwa kiongozi, umefungiwa kwa sababu wewe ni kiongozi, umefungiwa usifanye hivyo. Ukiendelea kufanya, si wewe utaendelea kujihusisha hmm, na hayo mambo, kwa wakati wako watakukumbusha tu kwa mabana tume

E, tutakuwa pia na Dismas 10 au wamewahi kuwepo kwenye hizo nafasi na, na kumbuka Yanga ndio timu ambayo kwenye idara hiyo imekuwa na imefungiwa mara nyingi zaidi. Wafanyakazi wa idara hiyo ukimwondoa tu Dismas 10 waliobaki wote wa, A -a. na pamoja na nani kufungiwa na alifungiwa miaka mitatu na kakata rufaa ndo akashinda pale. Sasa Jeska, ulipopokea jana uli bumbuli, ameniambia awezi kuzungumza kidogo, ana sababu zake. Ulipokeaje, kwa furaha ama ulisikitika? <laughs> <laughs> mimi sijapokea katika hali yoyote nime... neutral tu. asante sana. Hans, huyu hmm. uh, yeah. ni ndugu yetu kabisa, rafiki yako, kumuuliza akiambiwa akisema amefurahi Itakuwaje akisema oh, hajafurahi? Maana yake anapingana na mamlaka. Yeah. Yeah. Yeah. twen, yeah. kwenye maswali ba anatakiwa kuulizwa habari, umefurahi au hujafurahi? Kwani ufurahie mtu kupata matatizo? Uoni yeah. <laughs> <anisani. laughs> <Uray. laughs> <Sawa. laughs> Una kama unatoka kwenye kwenye mtego na na na mamlaka, kama sisi tunaona mamlaka imekosea s tunajiuliza ah, ha, tuna kila alicho kiandika Ali ambacho leo kinamuingiza matatani, mbona? hmm. E, kama adhabu imekuwa e, hash sana kwa miaka miwili, hasa kwa mtu kama Ali ambaye kila mmoja anafahamu mchango wake wenye football ya nchi hii akiwa ni sehemi ya Yanga na mpaka leo kuna sehemu amesogeza pia mpira wetu. Hata national team amekuwa akiitwa kwenda kuhamasisha anafanyaje, mchango wake unaonekana, lakini huyo mtu amekuja kufungiwa miaka miwili kwa hizi taarifa nazo kutoka kwenye kamati. Kwako unazungumziaje adhabu hii ma uh, mamdogo kidogo naomba tupitie alichokiandika Ali Kamwe, tuwe tu kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza ili hata msikilizaji anayesikiliza ajue chanzo cha Ali kupigwa rungu ni nini. Tujikumbushe hmm, aliandika hivi: na leo sio mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama mechi ya kumi mfululizo. Kila mechi ya kolo huwa na mjadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha kolo kupata ushindi. Mara wapinzani uh, wapinza wananyuma magoli halali mara mjadala wa kolo alifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penalti nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much. Na inatupa wasiwasi kama haya yanatokea, huwa yanatokea kwa bahati mbaya kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. A, mimi nilivyopata hii taarifa hmm. Kwanza nilikuwa shock ni, kwa sababu sikutarajia kitu kama hichi kingeweza kutokea hmm. Lakini binafsi sifurahii kijana mwenzangu kupoteza uh, nafasi ya kazi au ajira kwa sababu ukifungiwa miaka miwili kuna asilimia kubwa ya kipato unapoteza yeah. Lakini pia ninaheshimu mamlaka kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kuongoza mpira wetu. Unajua hali sio msemaji ali ni ofisa habari wa Yanga, meneja wa habari Yanga. Kwa hiyo kuna miiko ya kazi, kuna sehemu ana limitation, kuna kitu atakiwa kuzungumza, kuna kitu atakiwe kuzungumza nyuma hmm. ya Alikamwe, kuna zaidi ya watu milioni 30, ambao wanamwamini kwa sababu Yanga ni timu kubwa, unajua kabisa. Kwa hiyo akizungumza kitu kinaweza kuleta hata vita, unajua kinaweza kikaaribu kika, kika, kabisa taswira ya mpira kama hakiko sahihi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana ushawishi kwenye game. Sasa hicho alichokiandika kinaenda tofauti na kanuni. Na ukiangalia sio mara ya kwanza Ali amekuwa ana, ana, ana, anajihusisha na mambo yasiyofaa kwenye kuongea na kwenye kuandika.